Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yamepiga kituo kikubwa cha umeme katika mji wa Port Sudan nchini Sudan na kusababisha kukatika kabisa kwa umeme. Milipuko na moto mkubwa umeripotiwa karibu na uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa wa mji huo huku jeshi la wanamgambo likilenga mji huo muhimu kwa siku ya tatu mfululizo. Safari za ndege zimekatishwa baada ya ndege zisizo na rubani kugonga uwanja wa ndege wa kimataifa na hoteli karibu na ikulu ya rais. Moshi mnene mweusi uliweza kuonekana alfajiri kwenye anga ya jiji ambalo hapo awali lilikuwa salama ambapo maelfu ya watu wanaokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili wametafuta hifadhi. Siku ya Jumanne, kampuni ya umeme ya Sudan ilisema inatathmini uharibifu kwenye kituo chake ambacho kimetatiza usambazaji wa maji, afya na huduma nyinginezo. Ndege moja isiyo na rubani ililenga sehemu ya raia ya uwanja wa ndege wa Port Sudan na nyingine ikagonga kambi kuu ya jeshi katikati mwa mji huo. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimwanjiro.